Mambo vipi, hope uko poa kabisa, lakini Waswahili wanasema kwamba eh, hakuna maji yasiyo na mawimbi, ikimaanisha kwamba kila eh, mahusiano huwa na changamoto lakini pia majuto ni mjukuu, huja baada ya kitendo. Kauli hizi mbili ambapo pia zikiakisi tukio la kuweza kusikitisha ambalo liliweza kutokea huko, eh, Marekani. Sasa ambako mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 61 ambaye anafahamika kwa jina la eh, Doris Winters ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya mumewe ambaye amefahamika kwa jina la Aerion Winters mwenye umri wa miaka 49 ambaye walikuwa wametengana. Sasa kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa ya Milwaukee, Milwaukee e, tukio hilo lilitokea Mei 31 majira ya saa 4 na dakika 20 usiku e, katika nyumba ya kupanga waliowahi kuishi wawili hao. Polisi walimkuta Aerion Winters akiwa amepigwa risasi mgongoni na kifuani na alifariki papo hapo. Doris anadai kuchoshwa na udhalilishaji wa muda mrefu kutoka kwa mume wake, hasa jina la kahaba alilokuwa akitupiwa mara kwa mara, licha ya kuonyesha kutoridhishwa kwake. Siku ya tukio, Aerion alipofika nyumbani kuchukua vitu vyake vilivyobaki, ndipo ugomvi ukazuka na hali ikageuka eh, kuwa ya maafa. Kwa mujibu wa mashuhuda, Doris alimwambia mtu aliyekuwa naye, mwondoe hapa kabla sijamwongezea risasi tena. Polisi walipowasili walimkuta akiwa bado eneo la tukio pamoja na bunduki iliyotumika. Kamera za polisi zilimnasa Doris akisema amenitukana kwa mara ya mwisho, na nikampiga risasi. Nimechoka, najua sikupaswa kufanya hivyo, lakini nimechoka. Waendesha mashtaka wanasema Doris alikiri kumpiga risasi mumewe akiwa ameugeuzia mgongo. Kwa sasa ana anazuiliwa eh, katika gereza la kaunti akisubiri eh, kusikilizwa kwa huku eh, uchunguzi ukiweza kuendelea kutokana na kesi ya mauaji ambayo amekwisha kuyafanya. Je, tukio hili ni matokeo ya hasira za muda mrefu zilizobanwa ndani kwa miaka mingi? Swali ni kwako wewe ambaye unatusikiliza, ni somo kubwa kuhusu afya ya akili, maumivu ya kimioyo, lakini pia na namna chuki na udhalilishaji vinaweza kugeuka eh, kuwa janga la maisha. Imagine mwanamke huyu ambaye yeye ameweza kumuua aliyekuwa mume wake, pia kwa sababu tu ya kuweza kuitwa kahaba. Yani mume wake alikuwa na tabia kuweza kumuita kahaba mara kwa mara. Sasa ikatokea muda sasa hivi mwanamke huyu akawa amekwisha kuchoka na ndio maana akaamua kuweza kufanya tukio hilo la kuweza kuweza eh, kumpiga risasi na mshikaji kuweza kufa. Yapi maoni yako kuhusiana na matukio kama haya na yanavyokuwa yanatokea? Tujitahidi jamani kuweza kumaintain hasira zetu, lakini pia kwa wale ambao wanakuwa wanatumia maneno ambayo si mazuri kwa wenzetu au kwa wenza wetu ambao tunakuwa nao karibu, tuweze kujitahidi kidogo kupunguza, kwa sababu inaweza kuleta maafa makubwa na kuweza kusababisha vifo kama hivi ambavyo kimeweza kutokea. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau pale YouTube. Ukisubscribe channel yetu, utakuwa wa kwanza kuweza kupata taarifa nyingi zaidi. take love for this.